Tu ache figisu kifigisu, tuombeane Mungu. Hii ni kwa ajili ya Tanzania, hii ni operation ya nchi. Lakini hali kadhalika, niwapongeze sana Simba. Tunafahamu sisi kwamba uh